Katika jiji la Dodoma, jiji ambalo lina sifa ya makao makuu, leo hii wanajemati ambao watashiriki katika matembezi ya amani yanayotarajiwa kuanza tarehe 26 mwezi wa sita na kwenda kuhitimishwa jijini Dodoma tarehe tisa mwezi wa saba, waliamua kutembea kidogo kidogo kuanzia majira ya saa kumi na mbili asubuhi na kuelekea katika ruti ambayo iliweza kusababisha wakaweza kutembea kwa mara ya kwanza wakavunja rekodi yao wenyewe, na kutembea kilomita 32.62. <tipi> Kazi haikuwa rahisi sana kama unavyoona hapo, ni kwamba kila mmoja aliamua kwamba sasa, ninaposema naenda kutembea katika matembezi ya amani, lazima nijiweke kitu. Kama unavyoona, tulipanda milima, tulishuka bonde na na bilima. kwani kutoka kwani jijini Dodoma wanajemati hawa Dodoma pekee, ambapo unaweza ukaipata na ikakusababishia kwamba ya maisha yakawa marahisi kabisa e, katika shughuli za kila siku. Kwa hiyo kila mmoja anastahili kwenda kutafuta amani kwa nguvu zote. Jemati taifa, tunawashukuru sana kwa namna ambavyo mnaonyesha ushirikiano wenu hasa wale waandalizi kianza na mwenyekiti wetu wa Jmat taifa Dkt. Salo na katibu wake Hamisi. Mbona jamaa anataka kuniunguzia tenakuwanza ul jiji la Dodoma ambalo pia lina sifa ya makao makuu Tanzania ni